Serikali hii leo imekashifiwa vikali kwa kuamrisha vituo vya habari nchini kusitisha matangazo mubashara. Kupitia barua ya mamlaka ya mawasiliano nchini, CA, serikali ilidai kuwa matangazo hayo yalikuwa yanakiuka katiba, kama anavyotuarifu Wangui wa Mbui. CA ilizima mawimbi ya KTN na NTV, huku wanahabari na mashirika ya wanaharakati yakitaja hatua wa hiyo kuwa ya kihuni ama. Maelfu ya waandamanaji walitiririka jijini Nairobi pamoja na miji mengine nchini kuadhimisha mwaka mmoja tangu vijana kuuawa, matukio ambayo yalipeperushwa na vituo vyote vya habari nchini hadi mwendo wa mchana, ambapo barua ya mamlaka ya mawasiliano ilipoamrisha wasitishe matangazo hayo mara moja. Taarifa hiyo ya Communications Authority ikinukuu vipengee vya katiba thelathini na tatu sehemu ya pili na ya thelathini na nne sehemu ya kwanza pamoja na kipengee cha arobaini na sita sehemu ya kwanza ya sheria ya taarifa na mawasiliano ya mwaka wa 1998. Muda mfupi baada ya taarifa hiyo kutolewa, maafisa kutoka mamlaka hiyo walielekea Limuru ambapo walizima mitandao inayopeperusha mawimbi ya matangazo. Mawimbi ya NTV na KTN kwa sasa hayapo kwenye ADN na Signet. Baraza la wanahariri nchini KEG limekashifu vikali hatua hii, ikisema kuwa Communications Authority imetafsiri sheria visivyo muungano wa mawakili nchini LSK, ule wa madaktari KMA, na mashirika mengine yakionya kuwa hatua hiyo inaathiri usalama wa umma. Baraza la wanahabari nchini MCK limesalia kimya. Na habari za hivi punde kuhusu swala hilo ni kwamba chama cha mawakili nchini LSK kimeelekea mahakamani kupinga amri hiyo ya CA, na mahakama kuu imetoa amri na kusema imesitisha mara moja amri hiyo ya CA ya kuzima mawimbi ya vituo hivyo vya televisheni na redio, na kusema kwamba vituo hivyo virejeshewe mawimbi hayo na yaweze kuendelea na matangazo yao hadi kesi iliyowasilishwa isikizwe na kuamuliwa. Amri hiyo imetolewa muda mfupi uliopita. Tume ya chama cha mawakili nchini ya LSK ilielekea mahakamani kupinga uamuzi huo wa CA wa kuzima mawimbi ya vituo vya televisheni vya KTN na NTV na kuamrisha kwamba mawimbi hayo yarudishwe mara moja hadi kesi iliyowasilishwa itakaposikizwa na kuamuliwa.